Mji wa Paris umezindua gari zinazotumia nyaya kusafirisha watu. Vipando hivyo vinavyoendeshwa kwa umeme vinapita juu kwa juu kukwepa foleni, na hilo ndio lengo la mamlaka za mji huu mkuu Ufaransa. Wanataka kupunguza muda wa safari kwa waishio nje ya mji wa Paris. wasafiri wa pembezoni hutumia kiasi dakika 40 kufikia mabasi au vituo vya treni. Magari hayo juu kwa juu yanatarajiwa kusafirisha abiria elfu 11 kwa siku Inaelezwa gharama yake si kubwa, ni rafiki kwa mazingira na watu wanapata kuona mandhari ya kuvutia. Mtandao wake wa kilomita 4.5 unaifanya njia hii mjini Paris kuwa ndio ndefu zaidi barani Ulaya. Unadhani magari ya kuning'inia ya fayawe ndio kipaumbele kwa usafiri wa mjini miaka ijayo? Tuandikie.